Au baba tati baba tati baba tati, au kasulu, au mashallah, hii ni hapo, kinge melody hapo nyumbani. Na huyo ni babangu mdogo. Ah, kwa hiyo uko kwa mwenyekiti kabisa, mbona ni mtoto wa kiongozi. Nyumbani kwetu sisi tumepewa uongozi tangu enzi zote kwa watu wa manje sisi, wakina chinje kisile ngwale mm, sina uongozi hapa; nyumbani kwetu ni viongozi; hatuwezi kutawaliwa na mtu mwingine vile. Lakini issue imeniuma hata mimi, nilikuja juzi hapa nikaangalia nikasema; eh, mimi nilifika tu nikazunguka nikaweka kitu hivi

Haya, kwani chimba na tumbo, kwani chimba na tumbo nini? Kwani mmekuta shimo udogo kidogo hivi kirendi, kama ndo kubwa jamaa, sijui kwani anatoaje udongo, ni fuko. Unajua leo wadudu wanana fuko, mama nguni fuko, huyu huyo hataki kuambia, nakuja hapo nyumbani, anakuja ana

Hamna mguu wala tu kiangalia ile shimo, hamna hata hata sema hata afika kwanza. Lakini wewe umeshuhudia, uliona amefika mpaka kwenye nini, kwenye mwili kule pale. Sijui kama pale alichukua kitu kule pale, eh, pale atakuwa amefanikiwa. Asingefanikiwa angechimba lote huyo, asingefanikiwa angetoa yote hii, angepiga pale hapo tu. Huyu jamaa hakufanikiwa, maana ilipomzidi akaacha hiki mzigo pale. Unaweza karudi hapa, hapa kurudi sasa. Mea... <laughs> hmm. <laughs> <anawyeo kukwaya> <laughs> <laughs> u hmm. <laughs> <laughs> <Apa>, ake <laughs> lakini bana binadamu sisi bana tutafute hmm. Ah, tuyela kwa nguvu zetu akili yako hmm. lakini kwenye kama hivi ishu kama hii hmm. Huyu jamaa amekufa ni miaka kama ishirini eti

Alikuwa anachota udongo na hivi. Hapana, usiku usiku usiku usiku. Baba, una mambo na Mungu, ndio maana alifanya usiku kwa usiku, mchana ila angefanya usiku. Huyu anaenda kwa mganga akampeaje?

Hata mtu aliambia mpaka mdete kasulu chapu huyu hapa au kichwa cha kasulu au sikio.